Na kando na hayo, kwa siku ya tatu mfululizo, masomo yamelemazwa katika shule za Gwitembe na Angata Barrikoi zilizoko mpakani mwa kaunti ya Narok kutokana na mzozo wa ardhi unaoendelea kukithiri. Wazazi, wanafunzi na walimu wanasema wamelazimika kuchagua kati ya kwenda shule au kusalia nyumbani ili kulinda familia na mali zao, kwani mashambulizi yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika eneo hilo la mpakani. Wakazi hao sasa wametoa wito kwa serikali iingilie kati haraka na itafute suluhu la kudumu kwa mzozo huo. Mzozo wa ardhi kati ya jamii za Kipsigis na Kuria umekuwepo kwa miaka mingi tangu eh, kabla Kenya haijapata uhuru. Angekuwa wamekuja kwa sababu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja, lakini sahii hakuna walimu hapa, wameokopa kwa sababu ya pita, amani imekosa jerekele. Tusaidieni, tusaidieni jamani, kwani sisi si, si, si wa Kenya? Inauma sana, inauma sana yani, unaona madarasa kama hivyo. Wanafunzi wako madaktari tutatoa wapi? Wanafunzi ndo tunategemea wakuwa madaktari, walimu wafunze watu, ukapenda mtusaidie. Unaona maklasi kama hizi ziko empty. Hakuna, na tunategemea wanafunzi wataingia rini? Watoto wametoroka, wengine wametorokea kwa jamii zao Tanzania, wengine wako hapa Kenya. hawa watoto wataenda shuleni? kwa sababu pia wengi wao wameweza kujihami, ili waweze kulinda maboma yao, ama waweze kulinda, kwa sababu marisasi yanalia kutoka asubuhi mpaka jioni. kwa sababu kama mimi, wamenipiga risasi.